Kuomba nilimwambia kama mbele ya yote Mungu mbele, nasikizana? Oh, yeah, yeah. Daudi alikuwa anaenda kuvita Bayoshu wa bale bote walikuwa wanaongozwa na Mungu, na sisi mimi najua Mungu anabezea vita na Mungu anabezea mtu gani mtapigana, tupige kwa vita ya kiroho, yeah. na nifuate bale ba kriminali walikuwa nakia tuua bana yao tunaenda mwinchi ya watu bana yao wakamwanga damu mingi, shetani anaikula, anabapa nguvu, na nasikizana? Yeah na sisi sasa hatutumikie shetani, tunatumikia Mungu. Sawa, na ukaanguka hapa, unakufa huko Hero. Oli ukufe mu maskini. Sawa. Utapumzika fasi sababu ya bia na utaje sababu misho miso ya dunia ya imalizi na hakuna mtu atapata risasi, acheni kugusa kitu kiamu. Kiamu Mungu. Iku Dio. Dio. Mungu. ikiwa njano tuvumilie, hmm. Sawa, tunasikizana? Sawa, tunasikizana, tunamuomba Mungu. Sawa, mubakie mnashimama, mimi nitapiga magoti sawa. Okay. Mungu Baba yetu, Mungu wa mbingu, Mungu wa Congo, Mungu wa Muleka, Mungu wa Mutembo, Mungu wa Mushi, Mungu wa Muluba, Mungu wa kabila zote za Congo, 450 tribi, Mungu wa Baba Simoni Kimbangu, Mungu wa Tambo shahidi, Mungu wa Abel Israel, ninakuita, naomba uniitike. Bwana wewe ni yule jana, leo na hata milele Hatukukulombaka wala tulikupatia corruption ndio tupatie Kongo. Au kututiaka bazamu tuchunge hii nchi kusudi Banyarwanda bakiwa baikamate. Lakini uliona ni bora sisi taifa lako wa Kongoman kwa hospitalite yetu, roho nzuri, wageni wanatoka huku kuume na kushoto, tunawapa ufasi ya kufuga, ufasi ya kulima mashamba. Leo wanatugeukia, bengine balukia magodio baba, banakuwa ba president, banapora nchi yetu. Leo mali yetu ndio inaanza tuua Angalia bayatima, angalia wajane. Angalia watu wasiokuwa kuwa na hatia, Mungu wanauawa bure. E Mungu, ulisema laaniwa anayevuka mpaka. Ulisema, Mungu anayemgusa mjane na yatima ni kama kumgusa ndani ya mboni ya jicho lako. Mungu wa mababu zetu, Mungu wa Kongo, Mungu wa Afrika. Ninakuita utupatie nguvu ya Ibrahim Traore. Utupatie nguvu ya Daudi. Ili baba, huyu adui Kagame, Kanambe na Mvetrua baki bananga. Mungu tubamalize. Kwa mkono wako Mungu tupate kushinda hii vita. Ututumie baanje na barkanje batutangulie muvita vita. Hii kundi lote ninaliongoza. Eh, Baba yetu. Tunakuita Mungu, fungua milima itupatie nguvu. Fungua mitoni itupatie nguvu kwa sababu kwako kunawezekana yote. Hii mashimo aba adui banachimba, Mungu ibazike wenyewe. Bakija maelfu, Mungu ututumie jeshi la mbinguni bar Magedoni. Ba tutangulie mbele. Twende kupigana na maadui na tuwasindikize kwabo na wakongomani wapate amani. Baba angalia watoto wote, ninaomba masamaha kwa makosa na dhambi. Kama kuna nafasi waliokosea Mungu wasamehe. Angalia kiongozi wao General Mbangu. Uniangalie mimi kiongozi wa kundi lote, General Daudi Liberateur Joseph Ombeni. Ee Mungu, sina mbele wala nyuma. Tegemeo langu ni kwako. Ninapigania wakongomani wote, ili Bwana wapate uhuru. Au anakia kutuvamia katika nchi yetu. Sisi hatuna nguvu na hatuna uwezo. Wewe ndio mtetezi wa wenye kuonewa. Sasa tunashimama ili kundi linashimama IPTC. Mungu tunaomba ulitie nguvu. Haingekuwa wewe Mungu, hatungefunga njia ya burali. Hatungekaribia hapa walungu tuko. Hatungeikala mulamba Mungu. Ndiyo maana tunakuomba mbingu za mbingu zifunguke. Milima ifunguke, mitoni ifunguke. Itupatie nguvu. Ili kundi liwe na upendo, liwe na nguvu ya maarifa, liwe na ushindi. Tunajiandaa na adui anajiandaa, anakuja. Leo tunambatiza kwa moto, nina imani ya kwamba kesho kesho yake tutafanya makubwa. Utusaidie Mungu, tunajua vita unatupigania katika kiroho na kimwili vile vile. Tunaomba utupe ushindi, adui akuwe mdhaifu, asikuwe na nafasi ya kututawala. Naombea kundi lote Mungu, malaika wako wa vita wawafunike, wakapiga risasi moya, yaangushe elfu ya maadui, wasituone. Bwana, uwatie madhaifu wote mbele yetu na tuangamize tuna imani ya kwamba wewe ni baba na sisi ni watoto wako, kama inavyoandikwa katika kitabu cha Yohana sura kumi na tatu mstari wa kumi na nne chochote tutaomba mjina la mwanao utaitimiza. Ndiyo maana Mungu, tunaomba ushindi, tunaomba liberation, tunaomba nguvu za kuweza kuangamiza haya maadui wanatakia kuvamia nchi yetu, na tuwarudishe kwabo na wakongomani wabakie huo. Ninaomba na kushukuru kupitia jina lako Mungu, Muumba wa mbingu na nchi. Amen, amen. Amen. Amen.